Moja hii hakuna ushahidi kwamba Muhammad Qur'ani alishushiwa kama ilivyo toka mbinguni. Ah, Qur'ani imeandikwa na mtu aliyefanya kazi kubwa sana kwenye uandishi; ni Zaidi bin Sabiti, huyu ndiye aliyefanya kazi kubwa ya kuandika kwa amri na agizo la Abubakari Asadiki, mkwewe Muhamadi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Naitwa Damiani Moses Ndimbo, karibu Haradali Media, karibu Haradali TV, imani ndogo inatosha. Karibu kwenye kipindi chako pendwa cha ukweli utakuweka huru, kipindi ambacho kinaangazia kujibu hoja, maswali na kufundisha usahihi wa imani yetu, pia kutoa mwanga wa dini mbalimbali. Leo tunajibu swali ambao nimeulizwa na watu wengi sana, wanasema hivi, ni kweli Qur'ani imeshuka toka mbinguni? Kitabu cha waislamu kiitwacho Qur'ani ni kweli kimeshuka toka mbinguni? Maana huko mitaani habari zimezagaa kwamba Qur'ani imeshuka toka mbinguni, ukiigusa ukiichezea inakuzuru unazulika. Mpaka wakati fulani kaleta tatizo, mtoto yule alikojolea Qur'ani ba kwenye ubishi na ushindani, na wala hajazulika mpaka leo, anaendelea na masomo yake tu vizuri Ngaa alichofanya si sahihi, ila kwa sababu alikuwa mtoto na walikuwa wamepinga wanashindana, basi akatokea ya hayo yaliyotokea. Lakini kimsingi, je, ni kweli Qurani imeshuka toka mbinguni? Jamani, Qurani ni neno la Kiarabu lenye maana kubwa tatu. Maana ya kwanza ni maneno ya kusomwa, ya pili, furukani ya tatu, msahafu. Badala ya kusema neno Qur'ani unaweza ukasema furukani au msahafu. Maana yake nini? Ukisema furukani, maana yake ni kipambanuo baina ya kweli na batili, hmm. Yaani Waislamu wanaamini Qur'ani imekuja kupambanua ukweli ni upi, uongo ni upi, ndio maana neno furukani Msahafu, maana yake jumla ya karatasi eh. Qurani ni masahafu, yani ina karatasi. Sasa idadi ya zile karatasi kwa kiarabu anasema msahafu, masahafu eh. Sasa Qurani niliyonayo mimi eh, 114, ina sura mia moja kumi na nne ina aya elfu sita mia mbili thelathini na sita ina herufi laki tatu ishirini na mbili elfu mia tatu sabini na tatu ina maneno ya kusomwa maneno ya kutamkika e, laki saba sitini na nne elfu na arobaini Qurani, na juzuu thelathini. Ina aya ambazo e, e, zipo kwenye mabano, aya ambazo shehe kaongeza maneno yake e, kuna aya elfu nne mia nne tisini na sita na aya ambazo zipo kavukavu kavu hazijaongezwa chumvi, ziko aya elfu moja mia saba arobaini. Sasa nijibu swali Qurani, ni kweli imeshuka? Utafiti wetu unaonyesha kwamba hapana, Qurani haijashuka, isipokuwa waislamu wasomi wanatwambia Qurani alifunuliwa Muhammad, na malaika wanamwita Jibril, eh katika kipindi cha uhai wake na Muhammad alikuwa akifunuliwa Qur'ani kwa njia kubwa tano mm. Njia ya kwanza malaika alikuwa anaenda kwa kishindo, na Muhammad alikuwa anasikia makele makengele analia, ilikuwa eh, ni alama kwamba malaika akaja kukuambia habari za Mungu. Njia ya pili ilikuwa mawazo malaika alikuwa anaweka mawazo katika moyo wa Muhamadi, basi kila anachowaza akisema ndio inakuwa neno la Mungu wahai e. Njia ya tatu malaika alikuwa anaenda kwa Muhamadi uso kwa uso anaongea naye. Njia ya nne malaika alikuwa anaenda kwa Muhamadi usingizini kupitia njozi, na njia ya tano Mungu mwenyewe ala alikuwa akiongea na Muhammad aiza usingizini au akiwa macho. Kwa hiyo hizi ndio njia tano ambazo zilitumika Muhammad kufunuliwa eh, Qurani au maneno yake. Hiyo ndio imani ya Waislamu. Sasa wataalamu wanasema Muhammad mwenyewe alikuwa ajui kusoma wala kuandika eh. Sasa, kuna watu waliandika Qur'ani kwenye majani ya mitende katika mawe na ngozi za wanyama. Qur'ani ilikuwa imeandikwa katika majani ya mitende katika mawe na ngozi za wanyama. Sasa, watu watano waliomsaidia Muhammad kuhifadhi na kuiandika Qur'an. Yaani yani, bila watu watano hawa leo Qur'an isingekuwepo kwenye makaratasi. Ehe. Kuna watu watano ndo walipambana kuhakikisha Qur'an inahifadhiwa na inaandikwa. Wa kwanza ni Ali au Saidi na Ali. Ehe. Wa pili ni Osman au Saidi na Osman watatu ni Zaidi bin Thabit, kulikuwa ni kijana mwenye miaka wastani kumi na nane. Ye, yeye alijua kusoma na kuandika, alipewa jukumu hilo la kuhakikisha Qurani inaandikwa, kila mtu anasoma alichohifadhi na kinaandikwa ehe. Mtu wa nne, Bi Hadija mkewe Muhammad, naye alitoa mchango mkubwa kwenye kuhifadhi, kufadhili kuandika kuhamasisha watu wahifadhi Qur'ani qorani mpaka ikaandikwa. Bibi Hadija naye ana na mchango wake. Na mtu wa tano ni mkwewe Muhammad anaitwa Abu Bakari Sadiki. Kumbuka Muhammad alioa eh, mtoto wa Abu Bakari aliyeitwa Aisha, na Aisha aliolewa na Muhammad, wakati wa Aisha ni mwanamke wa miaka sita eh? na Muhammad alikuwa ana miaka hamsini na nne wakaoana lakini Muhammad alimwingilia Aisha alipofikisha umri wa miaka tisa wakati Muhammad ana miaka hamsini na saba Uislamu unasema alikuwa ni mwanamke ila dunia ya leo hakuna mwanamke wa miaka sita huyu eh, anaitwa mtoto eh, miaka tisa ni binti eh? kuna mtoto, kuna binti, kuna mwanamwali, kuna msichana, kuna mwanamke, kuna bibi mama, mzee, ajuza. Ila Muhammad alipata bahati ye, alioa mwanamke wa miaka sita akamwingilia huyo mwanamke akiwa na miaka tisa wakati yeye ana miaka hamsini na saba. Mwenzetu alibahatika eh, kuoa mwanamke wa miaka sita. Dunia ya leo hakuna mwanamke mwenye miaka sita na unafungwa ukioa mwanamke mwenye miaka sita kwanza, hakuna ila wakati wa Muhammad alikuwepo bi Aisha, yeye alikuwa mwanamke wa miaka sita. Kwa hiyo nikijibu hoja hii, hakuna ushahidi kwamba Muhammad Qurani alishushiwa kama ilivyo toka mbinguni. Aa, Qurani imeandikwa na mtu aliyefanya kazi kubwa sana kwenye uandishi ni Zaidi bin Sabiti, huyu ndiye aliyefanya kazi kubwa ya kuandika kwa amri na agizo la Abubakari Asadiki, mkwewe Muhammad. Kwa tuache kutishana, tuache vitisho. Wakati Musa anapewa amri kumi za Mungu, amri kumi zile za Mungu, Mungu aliandika mwenyewe kwa kidole chake akampa Musa bibilia, ndio tunatamba sehemu ya Biblia kaandika Mungu mwenyewe toka mbinguni. Musa amepewa amri, zimeandikwa tayari na Mungu. Lakini Qurani hakuna hata herufi moja kaiandika Mungu, bali kijana Zaidi bin Sabiti ndiye aliyepewa agizo na Saidina Abu Bakar akusanye maandishi mbalimbali yaandikwe yawe kwenye kitabu. Kwa hiyo Qurani haijashuka, bali imeandikwa. Na nimekutajia watu watano waliotoa mchango mkubwa hadi Qurani kuandikwa, ni Ali au Saidina Ali, Saidina Osman, saidi na Ali saidi na Osman Zaidi bin Sabit Bihadija na Saidi na Abubakari Asadiki. Je, na we una swali lolote kutoka dini yoyote? Ungependa kufahamu lolote kuhusu Uislamu, ubuza, Uluteri, Uangalikana, Upentekoste, Shahidi wa Yehova, Ufrimasoni au dini yoyote? Njoo Haradali Media, imani ndogo inatosha Mungu